Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala Ndogo ya Dar es Salaam imekataa ombi la mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Tundu Antipas Lissu la kutaka apewe dhamana katika kesi ya uhaini inayomkabili huku ikipanga kuendelea na usikilizaji wa kesi hiyo Novemba 3, 2025. uamuzi huo umetolewa leo Oktoba 24 na jopo la majaji watatu akiongozwa na jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Iringa, Dastan Dungulu. Awali upande wa jamhuri uliomba mahakama kuahirisha kesi hiyo kwa madai ya kuwa shahidi wa nne ambaye alitarajiwa kutoa ushahidi wake leo hakuweza kufikishwa mahakamani hapo kutokana na changamoto za usafiri kwa kuwa baadhi ya mashahidi wapo nje ya Dar es Salaam. Lissu alipinga ombi hilo akidai kuwa jamhuri inatumia kisingizio cha mashahidi kuchelewesha mwenendo wa kesi kwa lengo la kumweka gerezani hadi pale kipindi cha uchaguzi mkuu kitakapomalizika. Alidai kuwa mahakama inapaswa kuilazimisha jamhuri kuendelea na kesi au kumpa dhamana ili arejee nyumbani akisubiri mwenendo wa kesi hiyo. Katika uamuzi wake, jopo la majaji limekubaliana na hoja za upande wa jamhuri likibainisha kuwa sababu zilizotolewa ni za msingi na zinakubalika kisheria. Hasa kuzingatiwa kuwa tangu kesi hiyo ianze, jamhuri haijawahi kushindwa kuleta mashahidi mahakamani. Aidha, mahakama imeeleza wazi kuwa kosa la uhaini ni miongoni mwa makosa yasiyo na dhamana kwa mujibu wa sheria. Hivyo ombi la Lissu la kupewa dhamana halikukubalika. Kwa mujibu wa mahakama. Usikilizaji wa kesi hiyo utaendelea Novemba 3, 2025 ambapo shahidi wa nne wa upande wa Jamhuri anatarajiwa kuanza kutoa ushahidi wake. Nukta TV.